Karibu tena katika kipindi kingine hapa Kokoto kwenye kiatu. Katika kipindi cha leo, tutaangalia maandiko ya Biblia na maandiko ya Qurani e, kwa sababu kuna maandiko mengine ambayo yanakubaliana, na hiyo tutaiangalia leo. Tutatathmini tunayoyaona baada ya ona, katika kusoma, kusoma hayo maandiko, tutaongea kidogo juu ya wanadamu kwa jumla, matatizo ambayo tunayo sisi wanadamu baada ya kuchunguza, tutaangalia tumepata nini, na hiyo ni kipindi cha leo. Kabla ya kwanza lakini, kama huja subscribe, naomba ufanye hivyo, alafu upate kujua wakati natoa video mpya, ingawa siku hizi sitoi kila siku, lakini zinatoka toka, zitakuwa zinatoka toka. Kwa hiyo karibu sana kusubscribe ukipenda hivyo. Qurani na Biblia zinakubaliana, na tutaangalia maandiko ambayo yanaweza kuthibitisha hoja hiyo au kichwa cha habari ya video yetu. Tutaanza katika Biblia halafu nitakwenda kusoma katika Qurani pia. Kwa hiyo tunaanza na Timotheo wa pili, ambaye ni kitabu katika Agano Jipya, sura ya tatu mstari wa kumi na tatu hadi kumi na saba inasema hivi: lakini watu wabaya na wadanganyi wataendelea na kuzidi kwa waovu wakidanganya na kudanganyika bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambayo ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu toto umeajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Yesu Kristo. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa, kwa na kuwaongoza na kwa ku, na kuwa kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Tunaendelea katika kitabu hiyo hiyo ya Timotheo wa pili, sasa ni sura ya nne na mstari wa kwanza hadi wa nne, ninasema hivi: na kuagiza mbele za Mungu, mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa, karipia, kemea na kuonywa, kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wan, wana masikio ya utafiti Nao watajihepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Tunaendelea na Mithali na hiyo ni katika Agano la Kale, sasa sura ya thelathini na mstari wa tano na sita inasema hivi: kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ng'ao ya wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana umuongo. Afu tunaendelea na Mithali kumi na sita na mstari wa ishirini, atakaye litafakari neno atapata mema na kila amwenie Bwana ana heri. Haya hapa, tumepitia maneno machache kutoka Biblia. Sasa tunakwenda kuangalia Qurani na tunaanza na Almaida ni ambayo ni, ni sura ya Tano, tutaangalia mstari wa 44, halafu tunakwenda 46 hadi 48. Inasema hivi: hakika sisi tuliteremsha torati yenye uongofu na nuru, ambayo kwa manabii walio nyenyekea na wacha Mungu na wanazuoni waliwahukumu Wayahudi, kwani walikabidhiwa kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu nao wakawa ni mashahidi juu yake. Basi msiwaogope watu bali niogopeni mimi, wala msibadilishe aya zangu kwa thamani chache, na wasihukumu kwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndo makafiri. Halafu tunaendelea mstari eh wa 46 au aya ya eh, 46 hadi mwanzo wa 48 na tukawafuatisha hao Isa bin Mariam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Torati na tukampa Injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Torati na uongofu na mawaidha kwa wacha Mungu. Na wahukumu watu Injili, wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake na wasiuhukumu kwa yale aliyo yateremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio wapotofu. Na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hichi kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda. Unaona hapo, inasema huyu mtu anaambiwa, na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hichi kinachosadikisha, kama vile Injili ilivyokuwa inasadikisha Torati au maandiko yaliyotangulia. Kwa hiyo ni hivyo hivyo. Tunaendelea na Almaida ambaye ni sura ile ile ya tano eh, na mstari wa sitini na nane na sitini na tisa inasema hivi. Sema, enyi watu wa kitabu hamna leno jambo mpaka mwishike Torati na Injili na yote mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi, na hakika ulioteremshiwa wewe kutokana na Mola wako mlezi yatawazidisha wengi katika wao usati, wasi na ukafiri, basi wasi, usiwasikili usiwasikitikie watu makafiri. Hakika walioamini na Wayahudi na Masabii na Wakristo waliomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema, basi hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Tunakwenda Al-An'am, nikiyatamka hayo ma, ma, nani sura vibaya kidogo ni kwa sababu mimi siyo mwongeaji wa kiarabu kwa hiyo inawezekana, lakini sura ya sita ambayo inasema ni Al anam na mstari wa mia moja na kumi na tano inasema hivi: na yametimia maneno ya mula mlezi wako kwa kweli na uadilifu, hapana awezaye kuyabadilisha ya maneno yake, na yeye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Alafu tunakwenda Al haf ambayo ni sura ya kumi na nane na mstari wa ishirini na saba inasema hivi na soma uliofunuliwa katika kitabu cha Mola wako mlezi. Hapana wa kubadilisha maneno yake, wala nawe hutapata makimbilio isipokuwa kwake. Alafu mwisho tutasoma sura Yunus, ambaye ni e, sura ya kumi na mstari wa tisini na nne inasema hivi: na ikiwa unayo shaka katika tuliyokuteremshia, basi waulizi wasomao kitabu kabla yako kwa yakini imekwisha kuja haki kutoka kwa mola wako mlezi, basi usiwe miongoni mwa wenye shaka. Hapa ni e, mwandishi wa kitabu cha Qurani anaambiwa kama kuna kitu ambayo anashaka nayo au anahitaji kufikiria zaidi, nenda kwa wale watu wenye kitabu kabla yake, wale ambayo waliambiwa kwamba lazima was, washike maandiko yao yote. Katika Al-Maida 68 inasema hivyo okay, kwa hiyo kuna makubaliano katika Qurani na kuna makubaliano katika Biblia juu ya neno la Mungu na tutayaangalia. E, mafunuo ya Mungu katika Biblia yanaaminika. Biblia inasema yanaaminika na Qurani inasema yanaaminika. E, hakuna sehemu ambayo inasema kwamba e, sehemu hayaaminiki au sehemu inaaminika, ni yote yanaaminika. Na Qurani inasema hivyo na Biblia inasema hivyo yanaleta mwongozo na yanaleta wokovu. Maandiko ya Biblia hayawezi kubadilishwa, kwa sababu maneno ya Mungu hayawezi yakabadilishwa. Tunatakiwa kupima mafunuo yote kwa kipimo ya Biblia. Hiyo ni sura Yunus, inasema hivyo okay. Sasa tutaangalia wanadamu, jinsi walivyo, tukiangalia katika historia baada ya Biblia tunaona kwamba makundi mengi yanaleta mafunuo yanayopinga maandiko ya Biblia. Wanapenda kufuata walimu wali wao kuliko kufuata neno la Mungu. Hii imetokea eh, karibu mara moja baada ya Biblia kukamilika eh, yani, kwenye karne ya, ya tatu, pili, tatu, ine, tano na kuendelea mpaka siku zetu, hiyo inaendelea. Matokeo yake ni hukumu na kutengwa na Mungu milele hiyo ndio ina, Biblia inasema usipojali Biblia usipofuata mafundisho ya Biblia utatengwa na Mungu milele. Hata aliyeandaa Qurani aliamua kuacha kuchunguza maandiko ya Biblia na kurekebisha mafunuo yake kwa neno iliyokubaliwa na Mungu. Qurani yenyewe inasema alitakiwa kufanya hivyo katika Yunus 94. kwa hiyo unaweza ukapata mafunuo, unaweza ukapata maono fulani, unaweza ukaambiwa kitu ambayo unasema kwamba hapa ninahisi Mungu ananiambia. Hiyo inatokea mpaka leo, sio kitu ajabu. Lakini unaambiwa na Biblia inatuambia kwamba tunahitaji kuyapima kwa, kwa maandiko kama yanaendana na Biblia. Oa kama hayaendani na Biblia, huyu sio Mungu. Unaona? Kwa hiyo hapa ni tatizo moja ya Qurani lakini sio yeye tu, hata mwanzilishi wa kanisa la Wamormoni alifanya vile vile. Katika kitabu cha Wamormoni kichwa cha habari inasema agano nyingine tena ya Yesu Kristo, na ukianza kuisoma utakuta kuna mambo mengi mle ndani ambayo hayaendani na Biblia. Mimi mwenyewe ninayo hiyo kitabu hapa nyumbani. Hata washahidi wa, wa Yehova wamebadilisha Biblia ifiti mafundisho yao pia kuna mambo mengi ya mashaka ambayo hayaendani na mafundisho ya Biblia. Unaona, alafu hata leo kuna makundi mengi, na mimi nitasema ndani ya makanisa, ndani ya Ukristo, ambayo wanaanza kuleta mafundisho ambayo hayaendani na mafundisho ya Biblia, kwa sababu watu, wan, seme viongozi mara nyingi wanataka kutoa mafundisho ambayo inavuta watu, na mara nyingi unajua, ukipata kanisa kubwa na watu wengi pia pesa zitaingia zaidi, kwa hiyo kuna bisinesi ndani yake, na wanabadilisha neno la Mungu ifiti. Au labda wewe mwenyewe, kuna kitu ambayo wewe unapendelea, dhambi fulani unapendelea, unajaribu kuingiza kibali cha kutenda hiyo dhambi ndani ya neno la Mungu, alafu unaanza kuifundisha na utapata washabiki wengi sana. Hiyo inafanyika, nadhani pia ukiangalia katika dini zingine kama Uislamu kama Uhindu kama bila shaka, hayo mambo yanafanyika kwa sababu ni ubinadamu. Mimi nimeiona sana kwa sababu nimechunguza zaidi katika Ukristo. Matokeo yake leo watu wengi wanaamua kufuata mafunuo hasi, hata kama yanapinga maneno ambayo Mungu amethibitisha na ni ya kweli, ambayo tunayapata katika Biblia. Kwa kumalizia, basi ni muhimu kwako na kwangu tutafute ukweli kuhusu Mungu, ukweli huu tunaopata katika Biblia. Maandiko mengine, vitabu mbalimbali, yanaweza kuleta faida, ila hiyo faida inapatikana tu wakati tunaweza kuona kwamba yanaendana na Biblia. Kwa hiyo unaweza kununua kitabu chochote kile ambaye inahusu mambo ya kiroho, unaweza, inaweza kukufaidisha, lakini pale ambapo inaenda kinyume na Biblia, hapo sasa haifai tena, unaona au sehemu hiyo haifai kiasi kwamba unaweza ukachukua Qurani na kuna vitabu vingine, kwa mfano bila shaka unafahamu e, katika Ukristo kuna, e, kuna, e, tuseme, kuna mchango wa vitabu ambayo Wakristo wote tunayakubali, halafu kuna vitabu vingine nyongeza ambayo baadhi ya makanisa wanatumia, ambayo tuseme kidogo ni grade chini ya ya, ya Biblia yenyewe lakini inatumika na wanaweza wakahubiri kutoka hayo vitabu hivi. Yanaweza yakawa na hekima, yanaweza yakawa na msaada kwa, kwa watu kusikiliza na inaweza ikasaidia. Lakini ni pale tu ambapo inaendana na maandiko mengine ya Biblia. Qurani vile vile, unaweza ukapata vitu ndani ya, ya Qurani. Mimi mwenyewe nimeisoma Qurani mwanzo mpaka mwisho. Na kuna mengine mle ndani ambayo nasema eh, lakini hii ni hekima, inaleta maana, hiyo inaweza ikamsaidia mtu pale ambapo inaendana na Biblia ni sawa. Na kwa vile hata ndani ya Qurani, tuna yule mwandishi aliambiwa acheki na Biblia, tunajua kwamba hata Qurani yenyewe ina, inaona ni muhimu kucheki na Biblia kabla ya kusema kwamba hiyo ni maneno ya Mungu. Hiyo pia ni somo ambayo tunaita ni, ni mtanziko wa Uislamu kwa sababu hii inaleta shida kwa Qurani tuseme, au mtanziko wa Qurani. Uh, kama umefika mpaka mwisho ya video hii, ninashukuru sana. Mungu akubariki na ni tumaini yangu kwamba itakusaidia eh, katika maisha yako. Eh, tafuta Mungu, tafuta Mungu pale ambapo anapatikana kiukweli na ukamilifu na ni katika Biblia. Asanteni na Mungu akubariki.